Tumekuwa na siku ya kwanza nzuri ya mafunzo yenye kichwa sanaa kwa maendeleo ya vijana yamefunguliwa na mkurugenzi wa maendeleo ya jamii mkoani Mbeya. Mimi afisa maendeleo ya jamii, na kazi yangu mimi ni kuwaunganisha tu, lakini unapofika kwenye afya, sio eneo la kuchezea, muwaone wataalamu Usiwaogope, kila mtu na eneo lake. Wapo hapa watawapa mafunzo, lakini msikilize kwa makini, mchukue namba. Lakini hata kwenye maeneo yenu msisite kusogea kwenye vituo vya afya pale mnapoona kuna kitu akiendi sawa kwenu au kwa marafiki zenu, akini inasomo kwamba nati mawivu yakoo kwashakoo isiyokuwa na tamati zofiko wa mwili mmekonda, hauna nyama Uh, mafunzo haya ni mchango na mwendelezo wa kuelekea wiki ya vijana Tanzania ambayo itafanyika hapa Mbeya. Uh, mafunzo haya yamehusisha wasanii ishirini kutokea mkoani Mbeya wanajihusisha na sanaa za muziki na uigizaji uh, uh, na dansi pamoja na kuchora. Uh, wasanii hao walipatikana kwa mchakato wa kuwatafuta wasanii na wabunifu walioko mkoani Mbeya na tuliweza ku identify hao wasanii ishirini kwa kushirikiana na afisa vijana na afisa utamaduni na katibu wa chama cha sanaa hapa mkoani Mbeya. nimejifunza ni afya ya uzazi, afya ya uzazi ambayo kwa upande wangu mimi ndio kitu ambacho kimenigusa kwa namna moja ama nyingine. nimekuwa mpya kwenye mahusiano yangu mimi na kwenye familia yangu mimi, kuna baadhi ya vitu tunasema vitu mtambuka ambavyo nilikuwa sivijui sasa nimevielewa ni namna moja ama nyingine naweza nikajenga familia yangu kupitia elimu niliyoipata. Mafunzo hayo yalikuwa ni chanzo cha kubadilisha mtazamo wao kama wasanii, namna ya kutumia sanaa yao kufikisha u <tipi> ileo wamepita madaktari aao baadhi ya vitu vingi tumejifunza, pata kuandika yenyewe, yani lazima huo mekaa chini mwagalii kitu gani ambacho nafikisha kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa masi kwa kutumia hii elimu mtaweza jinsi ya kudadavua na kuweka sanaa yako ili iweze kuwafikia watu wa wa mtaani kwa urahisi, ni kwa lugha nyepesi. Kama mfano tumemaliza hapo, niunaandika ngoma ambayo inahusu ishu za akili. Aiia, wanasema ni mawazo, ni lugha ya ubongo. Hisia ni lugha ya mwili, lakini vinaunda chaji ni lakini vinaunda chaji quantum field vijana wengi wamemezwa na hii powa di I see people joking, mocking, talking takibesma with the negative emotion mpaka mashangaa uchafu hii generation wte visit... wschii ya kesho tnatarajia sasa kuwa na afisa a utamaduni, ambapo vijana wengi hawa wasanii wanahusika moja kwa moja na afisa utamaduni. Kwa hiyo nikaongelea namna gani sanaa pia ina ina mchango mkubwa wa kutokomeza ukatili wa kijinsia lakini namna gani hizi elimu za afya ya uzazi uh, changamoto ya afya ya akili na masuala mtambuka kwa vijana na pamoja na stadi za maisha yanaweza yakawasilishwa vyema kupitia sanaa. Kwa hiyo mkua, ni siku njema na mwamko huu, nadhani mchachu kwa maendeleo ya vijana mkoa wa Mbeya, lakini pia uh, pia imeonyesha namna gani serikali bado ina, ina nafasi pana ya kutumia vijana wasanii kufikisha na kurahisisha elimu kwenye jamii zetu. Kwa pamoja, tukitoa hizi elimu na tukishirikisha vijana kuwawezesha na kuwapa fursa inapotakikana, tutakaa kijanja na jamii yetu itakuwa salama.